Ee bwana kwa mara nyingine tena e, ndani ya ugaigai kitaa tv online e, leo katika pitapita tumeona tusipitwe na mengi e, tumemtembelea staa mkubwa sana aliwika kitambo hicho, nadhani mamjua e, sio mgeni kwenu e, kitambo kile cha akudo impacti wazo wa masauti Leo mpaka mjengoni moja kwa moja, au sio bwana e, tutakwenda kupata mawili matatu e, na kuangalia ni kipi kinachoendelea juu yake. Mbona yupo kimya kwenye game, kwenye e, mambo tofauti tofauti hatuoni kazi zake e, nyuma ya kamera director Abdul Kadri e, na mimi mtangazaji wako Haji Kiu hapa moja kwa moja mpaka e, mjengoni, au sio bwana e, bwana, ndani ya Ugaigai Kitaani nadhani tumefika katika eneo husika. E, eneo eneo lenye maajabu yetu, au sio bwana e. Kama tulivyoongea pale awali e, tulikuwa tunamtafuta sana ujamaa jamaa e, na pia mashabiki wake walikuwa wana wanaoji sana, vipi mbona yupo kimya, vipi inakuwaje? E, gemu kastafu au gemu kaacha? Na ndio maana tukaamua Ugaigai kitaa leo tuingie mtaa kwa mtaa, Ugaigai kitaa tumemtafuta mpaka tumempata. E, tumemtafuta mpaka tumempata, mrengwa nadhani nyuma e. Kwa hiyo tutaenda kupata mawili matatu e, na pia mtajitosheleza mta tu mashabiki mtajitosheleza, eh, e, jamaa anaongea na simu hapa e, ila oja bwana, watu wakubwa bwana wa bidii. Subiri subiri mpaka mpakamaezo mambo yao Napangikaaju t bwana, kiongozi, mambo vipi? Kwanza naona mzee umechili huko, umepoa nini, mambo yanaendaje? maana tumekutafuta muda mrefu sana, kila tukija kule tunaambiwa maana kaenda hivi, maana studio, maana mambo mm. ya bendi maana mm. nini mm. eh? Inakuaje kwa viongozi? Unajua tena mzetu, maisha eh? yetu ziko kama wanajeshi, si unajua tena, uko huko na sawa sawa to bwana, eh kama nilivyowatambulisheni pale awali E, leo Ugaigai kitaa moja kwa moja mpaka kwa star tumefika, na tutapata mawali matatu kutoka kwake e, pia mstoke katika runinga ustoke kabisa, yani utapata kugundua mengi e, bwana, kwanza naomba watambulishe mashabiki zako hivi, maana watu wanakuangalia hawajajua wewe nani wapo na kufahamu, ila kuna kizazi cha leo hakijui baba, tunazungumza na nani? Hebu <laughs> watambulishe kidogo, unaitwa nani kwa majina? Mimi mwenyewe naitwa Allen Kabasele, nyota ni nyota, OG sinajua tena. Allen Kabasele, nyota ni nyota, OG. Hu anajua, najua, anajua, hu ajui, anajua. Anajua, sasa ndo anajua hapa, huu ndo Allen Kabasele yampanya OG, sauti ya warembo sukali ya warembo nipo hapa, hala Kabasele. <laughs> <laughs> <laughs> nyota ni nyota o <OG>. mbona mm. <laughs> pande hizi afu kama ile umekaa ile, yani pande hizi hapa <laughs> e, maana nakuwaje hapa, maana tumekufumania, tumake tunakutafuta tuka, tukaambiwa bogo kwa huku, ila leo tumeona tu gari yako imeacha kule, tukasema tutakwenda maeneo haya kwanza, mtaa kwa mtaa, ugaigai kitaani, tuingie mpaka mjengoni mm. vipi kwanza Sawa, sinaambia tena, maisha ya mwanaume wote lazima kupambana, kufanya kila kitu ikae sawa. Sinaambia tena, mmekuja nafanya nini, nisimama hapa karibu na jengo la msimamo tena, niweke ikae sawa, kila kitu ikae sawa, unifuatilie nani nani na nani na nani, nani? Sio lazima kama unafanya kitu ah, mimi na nini, mimi na nini, mimi na nini, no, haisaidii chochote. Wewe kuendelea ukuwa tu kimya kimya kimya na upole tu

Free ba kwe, mzuri. Basi kwanza unajua mtu anaufanyia kazi mzuri nak si sasa kwa sasa, sukiacha nayo eh. Watu wengi taka kujua nini background labda unayofanya maana atoa kitambo kile eh, cha Akudo Impact, mpaka leo hii, watu wanaona kama upo kimya eh. Sasa leo tukasema utasema ngoja tatumtafute ujamaa tupate kujua mengi zaidi eh. Vipi baada ya Akudo Impact labda pale kuishia eh, njiani baada ya kutokuisha njiani, kipi kinachoendelea juu yako wewe? Mambo naendelea vizuri tu. Akudo imekufa? Akule ya kufa mzuri tu, si ndugu yangu anaendelea na beni kama kao sakre, mtangu awanajeshi wa, tulikuwa wangapi? Hu watu wote wanajua, wanajeshi walikuwa si wanne. Tunaona Alain Kabasele yampanya, taksisi masela, naona Christian Bella Obama naona Zagreb mtam sura mvuto na wanajeshi ndio kwepo. Sisi tunaingia hapa kweli, unajua kabisa, hao wanajeshi wanaingia hata wewe na mimi tunaoshisha chini. Sasa sasa naona ah, sawa ndio, lakini naona kama Christian Bella sasa hivi anafanya ana bendi yake huyu, kasambaratika huko. Ndio maana tunataka kujua hapo inakuaje, yani maana wewe upo huko wewe wewe, nimesikia uko rangi ya chungwa. E, Bella kule ana bendi yake pia. E, na huyu Sagrebu pia yaani kila mtu kama kasambati kasambaratika. Unalizungumziaje swala hilo? Hii swala zipo vizuri kwa sababu nimekwambia hivi kuna muda mtoto anakuwa mama hawezi kuzaa watoto wake takutoka wapo mtoto, ni, bata, na maziwa, nini, nini, nini, paka kuna muda mtoto anajisikia lazima aende pee kutafuta maisha yake kama nini sasa u kama sisi Bela si anabendi yake na na bendi yake satmpenabendi nmpe huko na bendi na wote tuko vizuri mimi, lakini kama imewaka sehemu fulani nataka wanajeshi kaje kuweka sawa sehemu moja fulani na ndio wote nenda kupiga. Halafu wewe muulize tu watu wanajua, bwana, tulikuwa tumeingia kuna cho moja akudo, walikwepo wote, alikwepo Bezi Tabata sinja mbona tumepiga sa halafu, wote muulize watu wote watakwambia, bona sisi tunasikia tu akudo pote, kumbe wote wapo wote tupo. Ndio nimekuambia hivi, una muda mama na sana mtoto wake mpaka nakua mpaka yeye mwana anaanza kujisikia, ah mama baba, mimi nataka primy nitafute maisha yangu kwa mwanangu, nenda kwa mikono mangu, pia mtoto anaenda. Ndio mwona paka wote akudo wote, wote. Kila mtu anafanya mambo yake, ndio mwona pe

kama mlikuwa mjui, leo tuko na star moja eh, maarufu kabisa, naitwa Alan Kabasele Ampanya nzi eh, zile za Kudo Impact eh, hapa alikuepo Christian Bella Obama hapa alikuepo nani, hapa Zagreb hapa alikuepo nani, Taxis Masela hapa alikuepo nye Kabasele Ampanya e, bwana, ilidoga sana hiyo. Sasa Kabasele, vipi na kuhusu labda mafanikio mlioyapata kitambo kile cha Kudo Impact na mpaka mkamua labda kila mtu kuanzisha bendi yake eh vipi mafanikio labda katika muziki wako e? mafanikio tumepata sana, kwa sababu kumbe sisi wa shoto tulikuwa tunapiga nao nyimbo, tulikuwa tunatengeneza hiyo, tunaimba vizuri, imetufanya paka hata mimi nawezi kutembea peke, so lazima nitembee na Kisambela au Zagreb, au taxi eh, nawezi kuenda show peke yangu tena na diaza, bila simu. Naona Kabela pana diaza kwa show peke yake yeye kama yeye. Hey, kuna, kuna show moja, ile show ya wapi ndio kufanya kule ile ya kuadhimisha uh, usi, usiku madawa ile yani. si nimeenda peke angowapi Mwanza, nimeenda peke yangu bila pika... mm. abila eh, nimekuambia, ndio nimekwambia. Mimi nimefurahi tena sana kumbe Akudo sisi tulikuwepo, so tunakuja tu kufurahi si kama kitu gani, kumbe sisi tulikuwa tunapiga kazi kweli. Sisi tumesema ya mazoezini mazoezi. Tunataka nyimbo tano au tatu tufanye kwa siku hii moja, tunafanya wote mpaka tunaona tunaweka huyu hapa, huyu utakuwa hivi utakuwa ndio takatkumona baadaye, mpaka tunashafanya mambo mingi sana, tukumbe tumetengeneza njia ndio. Mimi nashukuru tena sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu wangalia, nimeenda kupiga show peke yangu Mwanza, Dodoma, Arusha peke yangu sijaenda na, lakini angalia wewe mwenyewe ma, ma, ma, maajabu nimefanya Mwanza mpaka na, na waziri mkuu e, mm. Sasa je kwa kipindi hichi labda mashabiki zako hivi labda walokumisi muda mrefu eh, unawaambia nini yaani? mashabiki zako walokumisi muda mrefu toka kipindi kile Akudo impact mpaka sasa hivi, labda kila mtu anafanya mambo yake kimpango wake mwenyewe. Je, unawaambia nini au watarajie nini kutoka kwako wewe? e, mashabiki yangu naambia tu eh, nipo tupo, taendelea ukwepo kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kazi ipo pale pale, tena imezidi. Si unajua tena kulala kuamka, zipo kama sinakuwa kama tunaongeza tena kile moja fulani ndio tena nimeongeza tena kile sana ndio. No, imekuwa tena kuimba, sijui wao mwenyewe watapaka, wataanza kusikia banimbu. Si nipo na bendi yangu hapo sasa hivi, naitwa rangi ya chungwa. Si wao nakuja leo, shakuja kunitembelea tena sana Nipo hapo hapo, dosi, unakuja hivyo, utaona tena mambo mazuri, sauti ipo pale pale. Basi ogope, kama wanataka ali Kabasele bamulize, Kabasele tumtampata vipi? Banafika tu hapo manyamala komakoma, wataona Kabasele yupo, kila kitu naenda sawa, ndio, bila ta wasiwasi, utaona sauti ya mtu wenu hivyo hivyo ndio. <laughs> tena vibaya bwana, kwanza hapo umezungumza sauti naona, kwanza umewakosha wataka kusikia <laughs> kwa sauti. Je, ipo kweli eh bwana? Jamaa kazungumzia sauti, nadhani watamani kujua, je sauti ipo kweli eh, au labda na expect tu kwamba sauti ipo ya kutosha. Sauti nina, nini na nini, kumbe mambo ile eh, mapafu yashaseka. Sauti ipo kweli bwana Kabasili, sauti ipo kweli. Sauti tena imekuwa tena, wewe angalia paka wao mwenyewe wamenipa tena jina sahihi, OG. Unajua OG ni Oji original oji, original eh <laughs> oji, wao wenyewe wanasema oya, hii side yake hii Tristan imekuwa anaona kama anafanya masiala kama anakuwa na nini, kumbe sauti mpo pale petini, imekuwa tena huko tena sana. Sasa nahisi labda uaminishe kama kweli sauti ipo, uaminishe wanaokutazama na sasa hivi uaminishe, ili mradi kama mashavu aende kudondoka basi mashavu yaje watu waingie mikataba, uaminishe

na kumi zubai sea ah, sea, sea. Unaona katika manyimbo inakuwa kitu moja, lazima uchezee nao sana, inaitwa mm -hmm. Melody mtu hawezi kukaa hivi unamwimbia kitu aje kuelewa vizuri. Unaona tu umeimba no kitu, paka mutu, metulia, ah, imba kitu mpaka mtu awe ametulia amekaa. jamaa kwa nini kaimba nyimbo moja imenifana kama nimeibusu hivi afu nimesikia raha sana, ni lazima ndio nasema muziki sisi ni na nikuepo na nguvu moja hivi so tunaimba tu voko ah, moja hivi au nimbo ya mwenzangu niweke tu voko moja no weka voko paka inaumiza mtu, mtu anaelewa kabisa ah, kweli kabisa so, so lazima kama naonaka sasa hivi muziki ya sasa hivi sijui, sija ongea vibaya kwa wenzangu naona no, muziki ya sasa hivi sana upe, do, mapenzi mezidi tena sana yimba hata chochote, imba hata majani hiyo Madani inatokea wapi? Madani mefanya nini mpaka ikue madani hivi. Wewe unaimbia tu moja kwa moja kwa sababu ulikuwa umeona mwanamke kapita na dela hivo, ujaelewa kwa sababu yakatingisha kidogo umeona aiaiaiaia. Hapo lazima sinatoka tu hapo kuna mwanamke kapita na dela tena ivi, nina, nina, na tingisha hivi ni nini? Naweka neno limba nimbo hata wale wazazi na wale watoto wanakuja sasa hivi impe wao kama inawasaidia baadaye baadaye baadaye. Sasa hivi no, hata mimi mwenyewe bwana, utafanyaje? Hatuna kuongea kwa sababu ndio muona tupo, tupo, nimekwambia tupo, hatuwezi kusema, kusema kila mtu mapenzi, mpenzi wangu nakupenda sana wewe, wangu ni nani no, yale yale no, chagua chagua, ingia, tafute kitu huyu mtu hawezi kujua kabisa no. Sikiliza huyu mtoto kaimba kitu gani, hiyo nimbu, a ataa mwenzako sika yeye hawezi kuimba mapenzi lakini We usiweke mapenzi wewe, weka kama katika mapenzi kuna upata na kukosa, kuna hivi, kuna maumivu ndani, kuna nini, kuna kitu kitudofana kama hivyo, naiba njia kama mwingine inafanya mpaka majani naanza kuota hivyo. Ndio tulikuwa tunapenda sana kupindua, napindua kitu. Huyu Mwenyezi Mungu kafanya nini katika duniani? Ndio lazima niweke kitu moja, mtu anajua

ilia ne beberiko ora kasila Mungu mwenyewe ndi anajua ya rema ya Nzambi e mwenyewe, niambia angalia tu, safari sio kifo. Maneno tumeimba kune voko ya kila mtu, hatujatoa kabisa message ni voko, si tumetoa hata mtu yeye mwenyewe. Kuna watu washanipigia tena sana zamani, mwanangu, mmefanya mpaka mpenzi wangu mmoja zamani tulikuwa po naye Tumerudiana. Tena mapenzi mke wangu tumerudi mwanangu, tumerudisha mapenzi ya watu kibao, na hii nini bwana, kweli kweli. Eh, bwana anaitwa Alan Kabase Yampanya, sasa anaitwa Kabase Yampanya OG. OG. OG. Mm. OG sasa, labda swali la kizushi hivi, je, kwa sanaa ya sasa hivi labda hivi mm. au msanii wa kizazi kipya mm. akija labda mukae mezani, yani maswala ya collaboration yale eh unalipokea vipi liswala maswala collaboration, kama awa msanii anakuja hivi anataka kufanya kazi na wewe inakuwaje hapo msanii? Ah, pia siwezi kumkata.